Mm, hivi -hmm. E, <coughs> we shoga yangu, hutakiwi umeshakataliwa. Kwenye nyumba unatoka huko na chogo lako hii, hii, hii unakuja kwenye nyumba na elfu sitini nimewaletea kweli. <coughs> sisi ndo nilichobarikiwa, lakini ndo maana nimekuja nile na nyie. Mimi nimekuja hapa, tungepika hata ugali karusungu na dagaa karusungu na bamia, ningepika hata ugali na dagaa. Kwa hiyo na hizi sura za kula dagaa karusungu, si ndio? Dada, una haya wewe tena, usikute wewe Faustini huko umeenda kukopa wewe, uje tu tuoneshe na wewe ni mwanamke nyie, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Limepata mjambaji Amani, unamjua mkwe yako? <laughs> nanyi mna yenu sasa, ole wenu ya na nyinyi, hapa mnakuja kuniletea mwanaume hapa asiyekuwa na mbele wala nyuma. Mimi siye mhitaji aje mwanaume hapa aliyenonanona, so anakuja mwanaume hapa kakongoroka mpaka kwenye mifuko ya suruali. Ah -ah. Hatuelewani, nisijishaue kumsema mwenzenu hapo bibi, hapo hapo na mpangaji wako Kilamba, unasemaje wewe Kamtoto? Ndio shani mjukuu wangu huyo. Kilamba atakupa nini wewe hapo walipo? namdai kodi ya miezi mitatu hajalipa, naishi naye tu mundani, kama vile amekuwa kama vile mmoja wa familia yetu ha. Bibi unaona na mzibu wa sasa hivi ha -ha. Mi ayo siyataki ayo hapa. Ha. Hello Jordan, nakuhitaji sasa hivi hapa nyumbani na ha -ha, usaki kuuliza, nakuitia nini? Mkubwa wako akikuita, itikia wito. Hebu njo Sijapenda ndoa usiifanye kama kitambaa cha jasho ukakifutia futia ukakitia kwenye dustbin. Ndoa sio mpira mwanangu, ndoa ni kitu chenye thamani sana. Kama ulikuwa huna utayari wa kuoa usingeoa, ungebaki tu kufanya. Unawafanya. Mungu amekupa mke, binti mwenye kujiheshimu, mwenye heshima zake, anayekupenda, unakwenda kumzalilisha kiasi hicho? Mke wako kwa nini? Unajua kama kuna maradhi mwanangu? Hivi Mungu akupe nini? Leo una mfosi Mwenyezi Mungu akupe maradhi, si ndio? Ufe wewe afu uwe na mtoto wa watu, unapata ujasiri gani kai? Eh? Kusema ukweli, mamangu, mimi sioni kosa kwenye hilo kwa sababu nchofanya mimi ni kumsaidia tu ule binti maana alikuwa hana mbele wala nyuma. Hata ingekuwa wewe mama yangu usingemwacha ule mwanamke endelee kutangatanga mtaani pasipo msaada wowote na ukiachana na yote hayo mama, wewe mwenyewe ushe kunifundisha kwa nipende na kuthamini watu hata kama sina undugu nao. Sasa mimi kosa langu liko wapi hapo mama? Kai, mwanangu Kai, ndoa hiyo sio kiteresi yule binti ya wa watu alikuwa hana mbele wala nyuma, hajiwezi, hana mwelekeo. Mimi ningefanyaje? Ningemwacha endelee kuzurura mtaani? Kwa hiyo Kai, plani ya yako ndio imeishia hapo, si ndio? Ni kweli nimekufunza kutoa misaada, kupenda na kusamini watu, ni kweli lakini dunia yenye shida ni wengi, ni wengi sana lakini leo unakwenda kutoa msaada kwa mtu kwa kuhatarisha ndoa yako. Hiyo ni akili kweli? Ndio nivyokufundisha mimi? Tasha, Tasha. E. Ah. E -e. Ah. We bibi vipi, kama mjomba Tasha mpendi kimu hapa? hmm. Mimi ndio Mama Tasha. Kuna Mama Tasha mwingine? <laughs> Ataki atamuoa Kim. Asitaki atamuoa Kim. Mimi ndio nimeshasema. Alafu mimi ndio top. Nikiongea jambo halipingwi. Yule ndio mka mwana wangu. Mimi atakayeingia hapa. <laughs> Hey, mimi, najua kulizika wewe. <laughs> Kisha pata kitu tu umelizika mama. <laughs> <laughs> <laughs> Kumbe nini? Haya. We, unayofanya unafikiri madogo? Hizo ahadi anazozitoa unafikiri ni ndogo? ni hebu niache kwanza, mwezo ni relax ya mke wako, penda unakopendwa, mwanangu, tulia unapotulizwa. Mungu akupe nini mwanangu? amekupa mke mwenye kukuheshimu, mwenye kukujali na kukusamini. Angekuwa ni mtu mwingine asingeleta malalamiko yake hapa, angefanya maamuzi tu akafanya anachokitaka, angeenda kuzagaa tu unataka kusababisha matatizo ukazoe maradhi na magonjwa kwenye hii dunia uje kujiua wewe uwe na mtoto wa watu. kwa nini Eh? Kai, kama ulikuwa hauko tayari kuoa usingeoa. Ungefanya kwanza huo ujana wako na upumbavu wako, alafu ungeona kwamba umefika limiti, ndo ungokwenda kuoa mtoto wa watu. Usintie aibu kiasi hicho, naomba ulimalize mwenyewe. Ndoa yako utaijenga wewe na wewe ndio utakayebomoa. Simamia mipaka yako na huyo mwanamke uliomleta, mimi sitaki kumuona, sitaki kumuona. Kamuondoshe ili upate salama kwenye ndoa yako, mtoto wa watu apate furaha ndani ya ndoa. Heshimu na thamini kile ambacho umeona wewe kinakufaa ukakiweka ndani ya nyumba yako ambaye ni huyo msichana na ndio mke wako. Sawa? Mimi nimekusikiliza na nimekuelewa, na kwenye hili nikiri tu kuwa mimi ndio mkosefu. Mke wangu, naomba nisamehe sana, hata wewe pia mama yangu, naomba uniwie radhi, nimewakosea wote. Chukua mke wangu sana. Mke wangu, naomba tuondoke. kuweka mashtaka kwako ikiwa hujasuluhisha ila umearusu tu, nendeni. Wakusikiliza upande wa u binti. Hivyo Wabda, unachokitaka hasa ni kitu gani? Hivi mama, unajua na pita mtoto wako, ungemuuliza japo na yeye, kuna kitu gani anakipitia. Mimi sidhani kama kuna ugomvi ambao hauna sababu. Mbona umekuoga sana? Wanda. Kwanza natamani nijue unafahamu nini kuhusu haki. Lakini vile vile hiki kikawa hakikuhusu. Na ndio maana mara kwanza nilikushirikisha ukaribu kila kitu hapa. Nani amekuruhusu kuingia hapa na kuzungumza hicho hicho unachozungumza? Wanda, wewe bado hujaolewa mwanangu. Subiri uolewe, utayaona unapokwenda kuolewa. Haya mambo hayakuhusu. Hii ni ndoa. Unafahamu nini kuhusu ndoa wewe? Kai, mchukue mkeo nendeni nyumbani. Ila huyo mwanamke sitaki kumuona ndani ya nyumba yangu. Mimi ndio mkosefu na mama yupo sahihi kabisa. Haya matatizo yote tutaenda kuyamaliza nyumbani kama wanandoa. Nibakusamihe sana mke wangu, tuondoke. Hali siyo hali, mambo siyo shwari, upepo na tufani vinanisukuma mimi. Hivi Tasha, Wewe ni na tufani vinanisukuma mimi hivi, Tasha, wewe ni wakutembea na yule mwanamke kweli? Mbwana, hata mwendani Yaani mwanamke yuko loko linene kama nini, kama lijitu ambalo la zamani huko. Hebu jiangalie sasa hivi ulivyo, babangu, niangalie na mimi nilivyo. Sisi ndio tunaendana? Yule mwanamke ni mwanamke wa kishamba wa kimaskini wa kizamani, yaani hata alivyovaa vaa tu, unajua huyu kabisa ni malazi hapa, unaona kabisa hapa. Ukimu unacheza, UTI zote zitakuwepo pale. Amani, kama nitakuwa na kukosea, lakini yule mwanamke tafadhali sana sitaki ni shee naye, yaani sihitaji kabisa. Afu mpenzi wangu, asa hivi kuna malazi mengi hmm? Unataka utembee na yule mwanamke, utaniletea malazi mangapi mimi? Embu fikiria kwenye hilo pia. Tasha, mimi nakupenda kweli, achana na wanawake wa Kiswahili achana na wanawake wasoeleweka wanawake wakuovyoovyo. Hata mama mwenyewe n ni, aenda hata kama ni maskini, lakini yule kawazidi umaskini, nasihitaji ya kusogelea hata dakika hii moja, iwe mwanzo na mwisho leo. Alafu mpenzi wangu, niomba mkuulize swali hivi, umenipenda kweli au kwa sababu ni chaguo la mama ako? Tunahitaji tuzungumze, Kim, tafadhali usirudie tena kuongea neno. Wewe unafahamu ni jinsi gani mimi nakupenda. Ni kweli hapo mwanzo ulikuwa ni chaguo la mama, lakini kwa sasa hata mimi pia ni chaguo langu. Nakupenda kwa dhati na ndio maana tuko hapa chumbani kwangu mimi na wewe tunazungumza kwa pamoja. Sasa kwa nini unifuata nje kuongea naye, Kim? Wewe mwenyewe unafahamu kabisa. Mimi ni muungwana. Na sipendi kabisa nimwone mtu mwingine anaumia kwa sababu yangu. Kwa hiyo mimi nilienda tu kumtuliza ili mradi tu asiwe na mawazo mengine yoyote yale, lakini ukweli kabisa usiofichika, mimi na yule binti hatuna mahusiano yoyote, nimeshamalizana naye. Mpenzi wangu ni wewe, na nikupendee kwa dhati ni wewe, Kimu wangu na sio mwingine. Nisamehe sana dai, nikuwa nahofia tu kumpoteza. Usijali <laughs> hiyo ni kawaida kwa kila mwana mwana mwanamke, ampendee mwanaume kwa dhati, lazima ahofie kumpoteza na wivu ndo mapenzi, mpenzi wangu, kwa wala usijali katika hilo. Unajua nini dadi, nafanya yote hayo kwa sababu nina future na wewe. Nataka ukija kunioa uwe msimamizi wa biashara zangu, lakini ukiendekeza masuala ya wanawake utakuja kunifilisi. <laughs> Hapana, wala usijali alafu hapo hapo kuna swali moja nilisahau kukuuliza, yes. hivi wewe unafanya kazi gani? <laughs> Alafu Tasha bwana, siwezi kukuambia sehemu, kwamba mimi nifanya biashara, na ndio maana nataka kusimamia biashara zangu. Sawa, hamna shida, mimi nimekuelewa na nikuahidi tu, sitakuangusha nitasimamia biashara zako vile ipasavyo. <laughs> Sawa bibi, nitafurahi sana kwa sababu unajua sisi wafanyabiashara tunapitia wakati mgumu sana tunapokuwa wanawake peke yetu, ana maana kuchagua wewe uwe msimamizi wa biashara zangu. <laughs> Usijali, nipo kwa ajili yako. Asante bibi. <laughs> Na Na Dorin, nadhani si vyema sana matatizo yetu kwenda kuelezea familia yangu kwa sababu tukirudi kwenye uhalisia kwenye haya mahusiano yetu, wewe ndo mchafu. mm -hmm. Oh, Nana Nana maisha sasa ikitokea siku nikijaribu kumwambia mama yangu madhaifu yako, unadhani atakuchukuliaje na atakutriti vipi? Na mwanamke umejionea uhalisia pale nyumbani. Mke wangu, nitende wema wa aina gani ili uelewe kuwa na kupenda? Ndio maana siku zote madhaifu yako najaribu kuyavumilia kama mwanaume na nafanya yote hayo ili kuilinda na kuiheshimisha ndoa yetu. Ingilia kati, e Mungu e, e Baba e, mana wendo nguzo yangu. Na hata siku ile kwa shangazi yako ilikuwa ni bahati mbaya tu, na wala sikudhamiria kumwelezea madhaifu yako. Nilikuwa na ombi kwako kwa Mama Junior. Na kuomba sana nipo chini ya miguu yako. Naomba usinichanganishi na familia yangu. Ma, eh? Hivi kwa leo ni hebu ona mavazi yalivyo mkwe, kwa mavazi ya kuja nayo. Eh? Ila mama, mimi nakwambiaje, sitaki mzana ndugu yangu. Yaani kwa ili nitafanya juu chini nijue nini sababu. Wanda mwanangu, wewe una mdomo tena una mdomo sana wewe. Mavazi yanahusiana nini kwenye ndoa ya mtu? <coughs> hivi unaumizwa na kitu gani? Unafahamu nini juu ya hii ndoa? Weka wazi. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Wewe una roho mbaya, unaongea nini? Una roho mbaya, kwani unakuwa hivyo mama? na ili kukuonesha kwamba sina roho mbaya, niko upande wa watu wote wawili. Yani unapoitwa kusuluhisha jambo, hakikisha unasikiliza pande zote mbili. Na kwa nini unasikiliza mtu mmoja eh? Hivi unataka mwanako aje kajinyonge, ili aje kutangaza kwenye magazeti huko akajinyonge, kwa kuhusiana na nini? Wewe siku hizi mwanangu, umekuwa jaji, wewe ndio hakimu wa ndoa za watu, kwamba mimi sina maamuzi sahihi, bali wewe ndio unajua kuamua, si ndio mama? Wewe ni mzazi wangu, umeelewa? Sasa tugombane kwa sababu ya chiki mdoti. Ndio hata niongee mama. Hata huyo jaji huyo hakim ni lazima asikilize pande zote mbili ili aweze kupata maamuzi. Lakini wewe umekuja hapa mtoto wako macho kabisa anaonesha kwamba kuna tatizo linamtatiza. Eh? Hata inaonekana ana roho mbaya mama. Kama ndo mavazi yenyewe hayo, mtu anaonekana kabisa hajafundwa na adabu. Anataka kuchukua kana akajifunga. Basi ana nguvu za heshima. Hata kanga. Ah, umenichosha. Ningeongea mwanangu lakini nahisi kama utaona nakutukana mimi mzazi wako. Hebu subiri nawe upate ndoa, alafu utajua ndoa ni kitu gani. Hujawahi kumpenda yule msichana hata siku moja, tangu anachumbiwa ulimchukia. Pumbavu mmoja wewe yani. Mama anapomtetea huyo mtoto eh. Kwa sababu sijawahi kukusaliti, sifikiri kukusaliti

Jaribu kuvuta picha, ikitokea siku nikaishirikisha familia yangu juu ya matatizo yetu, unadhani watakuchukuliaje? Na kwa nini uambie kuhusu madhaifu yangu? Hali siyo hali, mambo siyo shwari, upepo na tufani vinanisukuma mi. Ata riziki ninayoipata mi haitoshelezi kuilisha familia. Ingilia kati, e Mungu we, e Baba, e